Sasa kama mlivyomsikia waziri mkuu huyu ambaye ame, amewekwa madarakani kinyume na na, na na katiba na sheria za uchaguzi Tanzania akiongea uongo dhidi ya ni, ni, Tanzania ina nafasi gani katika, katika uzalishaji wa madini ya uranium duniani? Kwa hiyo ni hivi, nchi ya kwanza ni katika bara la Afrika ni south Africa wana, wanashindana na nchi inaitwa Niger alafu kuna kuna nchi nyingine kusini huko mwa afrika Namibia, mnaifahamu zote hizi zina zina reserve kubwa kushinda Tanzania na zinazalisha zina, zina madini ya uranium. Sasa tujiulize swali, kama unajua kwamba South Africa ni namba moja, wanashindana na Niger na vile vile kuna Namibia ambazo zinazalisha madini ya uranium na Tanzania haipo kabisa katika nchi ambazo zinaweza ikaikaribia Niger, vile vile South Africa pamoja na Namibia katika bara la Afrika. Kwa Tanzania si nchi ya kwanza kwa uzalishaji wa madini ya uranium au uwepo wa madini ya uranium shinda hizo nchi tatu katika bara la Afrika: South Africa, Namibia na Niger. Kwa hiyo waziri mkuu ni muongo duniani. Sasa duniani, kwenda duniani, kuna nchi, kwa mfano Kazakhstan, vile vile Canada pamoja na, na Australia. Hizo ni nchi ambazo zinazalisha madini ya uranium katika katika katika hali kubwa tuseme, yani wana, wana cubic hizi za uzalishaji tani nyingi sana duniani: Canada Australia pamoja na nchi gani tena Kazakhstan. Sasa waziri mkuu huyu amedanganya Watanzania na watu wote duniani na katika bara la Afrika anazungumza uongo. Tutamwamini vipi kwamba tarehe ishirini na tisa ya Oktoba hii serikali yao hii waliojiweka madarakani haikuwaua Watanzania Tanzania na anadanganya kwamba watu wanaoonea wivu kwa kuwa na hayo madini si kweli. Kwa hiyo sasa anadhahirisha ana kabisa, ana fit katika category ya kusema kwamba ana uwezekano kwamba ni sociopath pamoja na psychopath na huu ni ugonjwa ambao watu wanao wanaosema uongo ambao uongo wanataka uonekane kama ni ukweli. Kwa hiyo huyu waziri mkuu huyu ni muongo. Tunamalizia segment hii kwa kusema tu kwamba tusikubali maneno aliyozungumza wa Tanzania ni muongo na facts zote zipo mitandaoni, unaweza kwenda wenyewe wenyewek